Siku ya jua kali katika viunga vya ofisi za CCM mkoa wa Geita, mwanamke mmoja alitembea kwa mwendo wa utulivu lakini kwa kujiamini. Alivalia vazi la heshima, uso wake ukiangaza nuru ya matumaini na dhamira isiyoyumba. Alikuwa ni Paulina Alex Majogoro, mwanamke ambaye wengi wanamfahamu kwa majina mengi: mwasisi, mlezi, mtetezi, kiongozi na sasa ni mtiania wa ugombeaji wa ubunge wa viti maalum mkoa wa Geita. Safari ya Paulina si ya kawaida, si ya wale waliokulia kwenye nafasi, bali ya wale waliotengeneza nafasi kwa wengine. Kwa miaka mingi amekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la NELICO, taasisi sio ya kiserikali ambayo imekuwa ni kama taagizani kwa watoto wanawake, na jamii zenye changamoto mkoani Geita. Kupitia shirika hilo, Paulina amewainua waliokuwa wamepoteza matumaini na kuwapa nafasi ya kuishi tena kwa heshima na tumaini lakini hiyo si hadithi yote. Ma, wakati wengi walikaa kimya mbele ya ukatili wa kijinsia, Paulina alisimama, alipaza sauti, akiwasiliana, akatenda. Alianza na kampeni ya vijijini kwa wanawake waliokata tamaa, kwa watoto walioumizwa na mfumo na kwa vijana waliodhania maisha yamekwisha. Akuchoka, alikuwa ni mshauri, rafiki na mwokozi kwa wengine. Kama haitoshi Paulina ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa CCM wilaya Geita, mwenyekiti wa Red Cross mkoa wa Geita, na pia ni mwenyekiti wa mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani umo. Ni mwanamke mwenye nafasi nyingi, lakini amekuwa mstari wa mbele kwa kila kofia anayoivaa, kuonesha dila moyo wa huduma na sauti ya mabadiliko. Uamuzi wake wa kujitosa katika kinyang'anyiro cha ubunge wa viti maalum si wa ghafla. Ni mwendelezo wa kazi aliyokuwa akifanya nyuma ya pazia, sasa akitaka kufika mbele ya pazia, akiwa na dhamira ya kuwafikisha watu wake kwenye ardhi wanayostahili. Paulina hana haja ya kujieleza sana, kazi zake zimemweleza. Hili si tu jina kwenye karatasi la kura, hii ni sauti ya mabadiliko inayotafuta jukwaa pana zaidi. Paulina Alex Majogoro, mwanamke aliyejitoa kwa jamii, sasa anataka kuwatumikia wote kwa sauti yenye nguvu, sauti ya bunge.